Naomba nitoe ufumbuzi. Naomba nitoe ufumbuzi wa jambo hili. Hapa nyie mnapendana na mnavutana ila kuna vitu vimekuchanganyeni. Kuna vitu vinakuchanganyeni na naomba mniazime masikio yenu tumechukua wakati mrefu sana na jambo hili ni gumu na Mungu aniwafikishe. Kitu cha mwanzo, Sheikh. Siku ile ulivyooa alokuozesha walii wake alikuambia, uzawijuka bima amara Allahu imsaki bimarufin au tasrihum bi ihsan. Maneno hayo ulikirimishwa mara tatu. Na kuozesha binti yangu, uishi naye kwa wema. Ikibidi kuachana, uachane naye kwa wema. Kuishi kwa wema na binti ni kitu chepesi, lakini kuachana kwa wema ni wachache lakini pia kuachana inahitajika tuachane kwa, kwa hisani pia kwa wema kibinadamu. Huyu akijihuluu ina maana hutomrejea tena, atakurejeshea zile gharama zake, lakini prosesi zilivyo, Mwenyezi Mungu kaweka ili jambo la ndoa, yeye mwenyewe hataki livunjike hata kidogo. Ina maana usiwe mgumu kutoa talaka kwa mkeo ukamwambia kurejeshee, kwa sababu ukitoa talaka, ile talaka ni warning, tuone kama mtaweza mkajirekebisha. Ikawa mpaka moja mara, mkajirekebisha mkarejeana. Kwa hiyo, ina maana ikifikia steji talaka ikaamwa kutoka ile talaka moja, sawa eh, no. hata talaka moja inaacha mke, lakini una uwezo wa kumwoa tena Eh, kwa mkataba mwingine lakini hii njia ya hulu ina maana ni watu tusijuane tena. Kwa hiyo kwa sababu ni mkeo, umelala naye kitanda kimoja, hulazimishwi, lakini ni ushauri, ni vyema ukamwacha kwa taratibu na hisani yake. Kwa hicho kipindi mlichokaa, bado we utamtendea kheri, na ukimwacha itakuwa ni sababu ya hiyo mahari kumsamehe, au kusamehe we hiyo mahari, lakini kama huwezi basi ni haki yako bado kudai, ni haki yako bado kudai. Sasa mimi ni mshauri, na mimi sina jukumu la kuivunja ndoa, na ushauri wangu nitakuunganisheni, lakini nakuombeni, muonesikilize sana, inshallah litatimia. Hata kama si leo, lakini hili litatimia. Kitu cha mwanzo, mmekosea taratibu za kuoana Mmetafutana kwa mitandao ya kijamii, nyie mlikuwa mnafahamiana, amjuani? Sasa huu mwaka huu ndo mnaanza kuona mapungufu yenu mengi, na nitakuwa kidogo mkali wa hizi nasaha ili jambo liende sawa. Kujuana kwenu katika magrupu inawezekana, pia kabla ya ndoa mkawa mlianza kufanyana uchafu, inawezekana vitu kama hivi ndo natija ya hiyo mitandao. Mwanamke hakabiliwi hata kidogo. Sheikh Salatano zinapatikana, lakini eh, Naam zinapatikana. Naam alisema usali huyo, niambie ukweli. Ah, uh, kwamba sipatikani mara nyingi. Nyumbani apatikana baada ya magharibi. Kwa hiyo mm. mazingira yangu ya nje mm -hmm. nikwambie kitu kimoja. so, unataka sulunki kuuliza jambo ya nyoshi tu maelezo, wala usiwe na hofu. Ukweli unamweka mtu huru, sawa eh? na malaika mm -hmm. wanasaidia na Mungu atia rehema zake

na wewe bado huswali sala tano. Hili kwanza ni kosa hili kwanza. Huyu ndo kabisa sababu utakinda katika ofisi yake tapala pa kusalia hataki kuweka. haya hili litakuja baadaye. Hili litakuja baadaye. Sasa kitu kimoja, njia mlopatana kwa mitandao ya kukabiliana makosa na ndoa yoyote, watu ambao wameanza kwa kuziniana sawa, lazima iwe ina mashaka na hii ndo hali ya maumbile alivyo, walantajida lisunnatillahi tabdila, hakuna atakayeweza kubadilisha sunna na mwendo wa Mwenyezi Mungu saw. Mwenyezi Mungu alisema watu muoane, mkaanza kufanyiana hivyo, wala sikudhanieni. Nasema kama hili lilitokea katika mahusiano yenu, basi kwanza ndio unaoleta mlipuko katika ndoa yenu na kwa haina baraka. Kwa hiyo dawa yake, hakuna dhambi isofutika ni kutubia kidhati kwamba lile ni kosa mlilifanya, na zina ni ugonjwa. Hata mkishaingia ndani ya ndoa hamwezi kutulia, kila mmoja anakuwa na macho ya juu juu. Ulikuwa katika harakati za kumsaliti mke wako, alaahi, mpaka ukatuma meseji ya machafu, lakini hukuwa mwazi, ni katika hali ya kujitetea. Mungu akakupa mtihani ya kukumbua, ikaenda kwa mkweo kwa njia nzuri, ili mungu akuongoze. Mungu kama hakupendi hata ukitenda dhambi anakustiri. Kwa hiyo hichi kitendo hichi, ukiwa na mke bado ulikuwa unataka kuchupa, hichi kinasababisha ndoa yako haipati kubarikiwa. Maana lengo la wewe kuoa upate utulivu, na dunia nzima ulishuhudilisha kwamba hivi sasa mimi niko na huyu mke huyu. Kwa hiyo hili tatizo kwanza hili liondoshwe katika maisha yenu, uishi kiungu. Unajua watu wakioana wakiwa na hofu ya Mungu ni vigumu sana kuachana, na wengi talaka nje nje, hofu ya Mungu hakuna. Kwa hiyo hili hapa hili hapa, kwa sababu ni dhambi. Uh, alithmu mahaka fi nafsika, dhambi inakwangua, inakera katika kifua. Ndio maana huyu mama mke ka kuona hujatulia, pengine kaelewa, lakini kaona huyu baba na mwanangu atamletea maradhi, maana sawa. Kwa hiyo jambo hili wewe ni kuastaghfirullahi hili jambo mbele za watu na mbele ya mama mkwe na mbele ya huyu mkeo na utubu, kwamba usirejee tena. Kitendo cha pili, mwanamke akipenda anakuwa amependa kweli, anakuwa stronga, lakini moyo wake ukiujeruhi anaweza akakusahau vibaya. Ila una tatizo jingine, na hili tatizo tunaweza tukamuoa mwanamke ametulia, tena ni mwanamwari, lakini wewe mwanaume ukamfanya akawa mwasherati. Namna gani huyu? Mazingira uliomwekea sio mazingira ya hijabu sahihi. Mwanamke anakusoma. Mwanamke akiishi na wewe siku arobaini anakuwa na tabia kama zako. Kwa hiyo ukimuoa mwanzo mwanzo akikuona ni mtu wa msimamo, ni mtu hutoi ruhusa ovyo, anazoea ile hali. Huyu mke wako umemwacha huru tokea ayo maisha ya huyo mpangaji kisema, na nachokisema na, kutoka msomi ni, ni mtaalamu wa saikolojia Saikolojia inasema huyu mke wako ashaanza kurubuniwa, lakini hakurubuniwa nje na yule yule mpangaji, kwa sababu kidogo ulikuwa hukuweka mazingira vizuri ya stara, na hilo ndo linomsababisha atie chuki, si uchumi ulivyodai wewe. Mwanamke akipenda akashapenda, angalii hali ya uchumi, ila tayari kuna kurubunika hiyo ndio inaleta. Hatutaki kuendelea kama kuna nini zaidi, lakini mimi nasema kwa hakika kuna hii hali ya kulaghaiwa na yule mume wa mtu. Ipo hii hali ndani yake, imejitokeza na naweza hata kumpa pengine masahafu aka hapa, lakini kwa sababu tayari tusha tunataka kurekebisha kosa la huyu ahli yako limetokea. Mwanamke akishaanza kuwa na chuki tu na mwanaume, chuki ikapandikiza basi unajua Mwenyezi Mungu ana siri kubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema hivi, "Fanki huma taaba lakum minan nisa." Hebu hapa nikae vizuri mnielewe vizuri ndio maana nasema napenda kuzungumzia saikolojia. Mwenyezi Mungu amejalia upendo wa mwanamke ni kama simu zile za zamani original, yani akimpenda ikiingizwa laini ya Voda, Airtel haisomi. Upendo wa mwanaume umeelewa sawa? Upendo wa mwanaume ni kama hizi simu za kichina hata laini yoyote utakaoweka inasoma. Sasa Mungu alivyoona wewe ni penda penda, ni dhaifu, akakuwekea sharia ni wake wanne. Ina maana mwanaume yoyote achagulishwe wanawake wazuri warembo mia moja, akaambiwa mchague kiuti mzuri kuliko wote, atapointi mzuri aambiwe, haachukua huyo huyo bado roho itamuuma kwa hawa tisini na tisa aliowaacha, bado ataka wote, hatosheki mwanaume. Sasa Allah akasema yeye aoe wake wanne. Lakini mwanamke Mungu alivyomuumba, hana tamaa ya mwanaume, hana tamaa ya ya ya ya ya ya mwanaume zaidi ya mmoja. Hata mwanamke awe na pesa kiasi gani, mwanaume akiwa na pesa anawaza kuongeza wanawake, lakini mwanamke hata awe na pesa kiasi gani, hana tamaa, achukue bwana huyu, bwana huyu, hana tamaa hiyo. Ina maana maumbile ya mwanamke Mungu hamdhulumu, kamuumbia maumbile yake ya mtu mmoja. Sasa mwanamke akiwa na mume wake mmoja, awe mbaya atamtetea, ila akitokea mwanaume wa pili kumrubuni mwanamke, mwanamke hawezi, kama mwanaume hawezi kuficha roho yake, haiwezi kubeba wanaume wawili. Lazima ataonesha dharau za waziwazi na chuki ya waziwazi, anaangalia upendo umezidi wapi. Lakini mwanamke awe atakavyokuwa, hawezi kuwa hapa ana bwana wasiri, na kule ana bwana wasiri, na huko ana bwana wasiri. Kitu hicho hakiwezekani hata mara moja. Kwa hiyo kutokana na kitendo hicho, ukimwona mwanamke ashakuwa katika hali hiyo, amerubuniwa, lakini ule utamu wa urubuni anashindwa kustahamili, lazima ujue zile dharau za waziwazi. Sasa nilikuwa nataka kusema dada, kwa nia njema, ili turekebishe, kwa bahati mbaya, pamoja umelia utaka kuachwa, hii chuki imetokamana na pengine ni huyo au ni mwingine, lakini kuna mtu amekurubuni. Nakuomba ukiri kwa nafsi yako. Hebu mpe maiki kidogo, ili tupate kulitengeneza. Sitaki uachike kwa kuonewa, maanake nimekuambia, ukitoka hivi kwa mikono yako bure bure, umejitoa kwa maasi ya Mungu, hata kukupa nusura. Hapa nazungumzia ndoa nyingi sana, wallahi. Kama mume ni mbaya nakutenda mabaya, ukitoka katika ndoa hiyo, una uwezo kabisa ukasema niachwe Mwenyezi Mungu nusra na msaada wake uko pamoja na wewe, lakini kama kuna ushawishi na maasi yakikutoa katika hiyo ndoa utakwama sana na utajutia pale ulipotoka. Sasa nataka tutengeneze vizuri, funguka, funguka hili jambo, usiwe na chuki ya, ya, ya, ya bila sababu. Je, niambie kweli, yule bwana amekutongoza hajakutongoza? Ongea tu ule ukweli mweupe kabisa. Sio kweli yule mwanaume alijitahidi kunishawishi na alikushawishi. amenitaka muda mrefu sana. mm. lakini mimi na hofu sana sijamkubalia hata kunigusa, hajawahi kunigusa mm, sasa lakini ulianza kumpenda nilianza ndiyo kumpenda Ndo maana ukaanza kumpikia na ukavaa nguo nusu kwenye kifua, alikurubuni, si ndio? Ndio, aha. Na nafsi yako ikaanza kuelekea? Ilianza kuelekea, ndio she hii? Ni hali ya shetani. Sikulaumu sana bali, shekhe, una mwanamke mwema mzuri, ila wewe hukuimarisha ulinzi na mbinu, pamoja na kazi mwanamke hapewi nafasi. Mwanamke ni wakufuatiliwa sawa, eh? Wenzetu wa Arabu, Wahindi wanatushinda sana e. Muhindi mkewe anakaa nyuma, dereva akiwepo, wanawivu, wanafuatilia na hawasalitiwi sana. Hapa kidogo umeipa kazi kipaumbele. Wewe umpeleke mwanamke mpaka Ubungo huko, kweli ni shughuli, lakini kuna watu wengine hawaji kwa ajili ya lengo la kushonewa hizo nguo e. Yupo mwenzio kama hivi alikuwa akinambia, bwana tumejaliwa pesa nataka nimfungulie mke wangu mama ntilia. Nikamwambia, huyo unaenda kumuuzi kumuuza? amna mke wangu yuko vizuri mpaka hivi sasa, ninavyosema washaachana. Nikamwambia, si nilikwambia mimi? Kwa hiyo ile kosa lako bwana mkubwa, ile ni kosa lako. Sasa hatari uliokuwa nayo unakuja kujuta kwamba da isi ingekubora ingekuwa jana ingewahi. Sasa umechelewesha haya mambo dadangu, katika hali hii ukiachwa kwa sababu ya huyo, nakwambia, anakuharibia ndoa yako, lakini yake haipo tayari iharibike. Hilo lazima uelewe, na ni mtu ana mke wake. Wewe unatarajia atakupeleka wapi? na hii ni ndoa yako, na hii ni stara yako. Sasa ukitoka kwa mikono yako, huyu akikuacha, Mungu hatakupa mtu angalau hata huyu mnaopigizana kelele, atakupa pengine mbaya zaidi, au usipate kabisa na yule ufikiri wewe ana maisha gani? hasa nye wenyewe ni mpangaji wenu, si bora hata nye mna nyumba. Fursa ndogo mke wake yupo kijijini kajifungua, yeye anaanza kukurubia kama we, nene, nene, nene, nene, mke wa mtu. Hapo unajifunza nini? Kwa hiyo ndo maana nikakwambia siku ile kama ni hasira nitajua. Sasa mimi nataka kusema kitu kimoja, nataka kusema kitu kimoja tu, bado ni kweli unamchukia mumeo? anamchukia vizuri sana sasa Mimi siongezi neno, nataka msaada wa Allah, na naomba muyatekeleze haya nitakayoyasema, muyatekeleze haya nitakayoyasema. Naomba muondoke. Muondoke tena kwa nia nzuri na kupeni tena siku tatu, hizi siku tatu shekhe, hizi siku tatu ni muhimu sana kwako sana. Hata kama ulikuwa husali, hizi siku tatu na kuomba fululiza kusimama kiyamu laili, lia sana, mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tubia kilichopita, usiache kuswali, lia sana. Halafu ukishalia sana, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama huyu mwanamke bado riski ipo, si shetani akubakishie yale mapenzi na ailainishe roho yake. Halafu siku hiyo ukiamka baada ya siku tatu na kuomba uje hapa ukiwa umejipamba vizuri kama ilivyokuwa siku ya harusi na hekima yangu. Na aturi jiweke na uswali alfajiri kwa jamaa. Umswalie sana Mtume kama hii ni riziki, maana nimesema kila ndoa zikiwa ndani ya mwaka kuna changamoto zake. Lakini hapa ndo mnaanza kuwekana sawa kuharibika kwa jambo ndo kutengenezeka kwa jambo. Hivi sasa inawezekana huyu bado maji hayakumwagika, lakini ukiwa na msimamo tu nipewe laki sita zangu sijui nane, unaweza ukaja kuacha kitu kizuri sana baadaye. Maneno vizuri, eh? Haya, kwa hiyo utafanya hivyo, na dada, nawe pamoja. Zipo sababu za kiibilisi. Juzi umekuja umelia sana, lakini kusoma, mimi najua mengi kuhusiana na ndoa kwa haraka haraka mtu anaamini tu umeonewa, mume huyu mbaya sana. Kwa hiyo ninachokisema bado mmekoseana nyote, wala hatuhumiwi mtu. Hata wewe rudi, kama ni kwenu, kama ni wapi, na kuomba urudi, ukasali sana, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama haya mawazo ni dunia tu, ni shetani ananiguri, sitopata nusra tena, Mungu utaniwekea ngumu na kuomba unioneshe ukweli, unitoleshe mapenzi ya kiasi, nimpende mume wangu pale palipoondoka, kama ni Ibilisi ametokea. Halafu vile vile siku hiyo ukiamka, hiyo baada hizo siku tatu utakuja hapa kama ile siku ilivyokuwa harusini. Njoo tu wewe hapa, piga kama ni baibu yako, sijui ni nguo gani, vizuri pasi, halafu uje hapa, halafu ukishakuja, mimi nitakupeni maneno mawili tu kama unahitaji kweli ule msimamo wa talaka, basi inshallah mimi wenyewe nitakupandisheni gari, tutaenda mpaka kwa kafi. Lakini fanyeni hiyo himma, muombe Mungu, Mungu aoneshe, na mimi nitafanya istikhara kwa ajili yenu, na mimi nitafanya istikhara kwa ajili yenu. Lakini sasa mnivumilie kitu hichi kimoja, mnivumilie kitu kimoja, kitu kimoja ili dua zenu mtakazoomba zikubalike, lazima muwe na subira kwa hizi siku tatu, hata kama mnachuki kiasi gani, mridhiane, kwa sababu bado upo juu ya thaya. Huyu utakayeomba Mungu hata uyakubali, kama huyu hayuko radhi na wewe, kwa hichi kipindi cha hizi siku tatu, na kuombeni kabisa kwa subira ya hali ya juu, mkakae sehemu moja kama mke na mume. Labda huyu mume akitoa hiyo amri, basi urejee kwenu, usikae pale na hata hivi sasa kila mmoja asipande gari lake, nisikilizeni hivi ninavyosema hivi ndo mtaongokewa. Na kama mkuachana, mtaachana kwa wema, na kama heri yenu iko hapa, Mungu atabadilisha nafsi zenu, kwani kuna tatizo gani? Na mimi nitatoa fursa siku moja katika visimamo vyangu nitakavyowafikishwa, usiku nitafanya kimoja kwa ajili yenu. Umenelewa vizuri. Umenelewa bibi? Mkwanda. Hebu shusha kidogo wewe, umekuja kwa shekhe kupata nusra kidogo. Mm -hmm. Eh, sasa baada ya bwana Mtume ndo sie sisi ni kopi zake sawa, ina maana mimi ni kivuli cha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa eh? Eh, kwa hiyo kana kwamba unazungumza na Rasulullah. Kwa hiyo sasa usiposikiliza nasaha za hapa, ukaenda mahakama sawa, ya kidunia, ni kwamba kana kwamba dini haijakuridhisha. Iweje mlioana kidini mkamalize mambo kwa Pilato? Hii haiwezekani kisasa sawa mimi sijapata wasia wa kukupeni kwa haraka haraka, japo leo nimechoka nimefanya suluhu nyingi sana, hata maneno yameniisha. Kwa hiyo na kuombeni, fanyeni hivyo, wallahu wali